Habari yako mpenzi mtazamaji wa MC Pambe, leo tena ni siku nyingine tumekutana tena hapa hapa jijini Dar es Salaam, maeneo ya Twangoma, wanapaita kidimbwi, maeneo ya masuliza okay. Karibu sana mpenzi mtazamaji wangu, leo tena nipo kwa ajili yako, nimeandaa kitu bora sana. Asalamu alaikum kwa wenzangu wa Islam, Bwana Yesu asifiwe kwa wenzangu wa Kristo. Nipo leo kwa niaba yako, nahitaji comment yako. Kipindi kilichopita nilizungumzia ma MC na ma DJ, lakini leo nipo kabisa moja kwa moja kwa niaba ya jamii wote kwa ujumla, nazungumzia mimi najizungumzia mimi na kuzungumzia na wewe, nazungumzia na watu wengine wote leo. Hivyo basi kwa upande wa ma MC sikule tulisema kwamba kitu gani wana kela sikupata pointi yao. Kwa upande wa ma DJ nilipata pointi moja. Ma DJ jamani, acheni kupiga taarabu mwanzo mwisho mkiwa kazini. Mpige taarabu kutokana na muda ulivyo. Sawa. Upande wangu nadhani nimemaliza kwa wiki ile iliyopita, tuendelee siku ya leo. Siku ya leo mpenzi mtazamaji wangu, naomba usitoke hapo katika account yangu ya YouTube bila kusahau kusubscribe, ku like pia. Bila kusahau Facebook Daina Ali MC Pambe, Instagram na TikTok na kuomba mpenzi mtazamaji wangu, leo nailenga jamii. Sehemu gani nazungumzia? Upande wa wanawake au wakina dada na wakina mama, ila katika pointi hii tunahusika watu wote. Katika komenti, wewe baba unaruhusiwa kukomenti, kaka, msichana piskali hivyo, yoyote yule anaruhusiwa Nazungumzia upande wa kina dada. Kivipi? Kwa namna gani? Sisi wa dada bwana, tuna mambo yetu yale, inakuwa kama vile mdada unaweza kuwa na mpenzi wako au umejiingiza katika mahusiano. Na hata wewe ambao hujajiingiza katika masuala ya mahusiano, unaruhusiwa kuweka komenti yako hapo, pia unaruhusiwa kutazama kipindi hichi. Tunaelewana hapo? Kwa mfano mimi dada, labda nipo katika mahusiano yangu ya kimapenzi na mtu. Hivi unapotaka kula chakula unategemea nini? Si uende chooni. Sawa, na ukienda chooni unatakiwa upate nini? chakula kingine uendelee kula. Sasa kwa baadhi ya sisi wanawake, huwa tuna tabia yetu moja au mbili ambazo sio mzuri azimpendezi Mwenyezi Mungu hata sisi wenyewe pia. Kwa mfano, mimi labda nipo na mahusiano na dereva wa bajaji, pia labda na mahusiano na mfanyabiashara, na mahusiano labda na mfanyakazi aliyoajiriwa. Sawa, lakini katika mahusiano yangu hayo, huwa natengeneza tamaa. Tamaa ya vipi? Kisheria unatokea mwanamke uwe na mpenzi mmoja. Kama umeolewa, tulia na ndoa yako. Kama upo kawaida single, kuwa na mpenzi wako mmoja. Lakini sasa unakuta mtu ana mapenzi, ana wapenzi zaidi ya watatu au wawili, lakini hapo hapo anapotembea na wanaume wale, anajikuta mwisho wa siku ana ujauzito. Ile hali ya ujauzito alioipata, mwisho wa siku anajifanya kwamba yeye hajui ujauzito ule anani si kweli. Tuzungumze vizuri hapa, wamama wenzangu, hakuna ujauzito unaoingia tu ukasema kukashindwa kujua, kusema mimba hii ya nani kwa sababu kuna siku zile, unakumbuka, kuna wanaume wengine makini wapo, wanaangalia, wanajua kabisa ah, bwana, hapa sio kweli. Na kuna wanaume wengine sio kama hawapo makini, ila kutokana na jinsi alivyokupenda na mazingira yako, anaweza akajua kwamba mimba sio yangu au ni yangu hivyo. Lakini kutokana na heshima yake au na upendo wake na mapenzi yake, anakubali, anajikita, anakubali ujauzito wako, unakubaliana na wewe mama. Kichwani kwako unajua kabisa huu ujauzito sio wa huyu mtu, unajikuta unampa yule mtu kutokana na kipato chake au wazifa wake uzuri wake wa siku yule mtoto unakuja unajifungua. Ukijifungua mtoto yule baba anahudumia, anahudumia, yule baba anahudumia anahudumia. Siku labda yule baba kashuka kiuchumi au ana matatizo anaumwa au kakutelekeza, basi wewe unapopata baba mwingine, yule mtoto anapelekea mpaka unambadilisha jina, unambadilisha hadi ubini. Kama huko alikuwa anaitwa Juma, yule mtoto nafikia hatua anatengezewa cheti cha kuzaliwa kingine au kadi lingine au nini, anaitwa labda Saidi au anaitwa Joni hivyo kwa hicho kitu sio kizuri. Kwa hiyo hapa leo nazungumza na wewe, naomba ujifunze au ubadilike. Mimi kama mimi binafsi siwezi kufanya hicho kitu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na mapungufu yangu, ndiyo na naomba Mungu anijalie nisije nikampata ushetani, kwa sababu siwezi. Na wewe ambaye mwenye tabia hii sio mzuri, acha, kuna madhara yatakukuta, madhara hayo unayajua madhara yapo mengi, yapo tofauti tofauti. Kwa hiyo nimeona si vyema nikayazungumza mimi peke yangu, nimeilenga jamii. Basi ni bora ni bora moja kwa moja leo niingie mtaani ukawasikilize wanajamii nao wanasemaje, kabla ya komenti yako wewe mwenyewe. Kama unaweza kutia komenti yako hapo, unaweza ukaweka ukasema, bwana ilikuwa hivi hivi hivi, au kuna moja mbili tatu sio vizuri, labda unashauri nini? Mimi nawashauri wanawake wenzangu, msifanye hivyo, sio kitu kizuri kwa sababu unamtia mtoto unyonge, mtoto mmoja anakuwa na makadi matatu, mtoto mmoja anakuwa na mababa karibuni wa nne, sio kitu kizuri. kwa hiyo Tuende moja kwa moja katika jamii, tutaenda kuwasikia na wao wana, wana pointi gani wanawake wanaume, watatuambia bwana kwa sababu gani wanafanya hivyo. Wana, kwanza moja kwa moja nitaanza na wanawake kwa sababu wao ndo wanaobeba hali ya ujauzito, na wao ndo watasema kwa sababu gani wanafanyaga hivyo, na kama je, kama kuna mtu ilitokea na uhakika alifanya hicho kitu ye mwenyewe atasema, na kama hajawahi pia tutazungumza hapo hapo mtawasikia katika komenti zao. Sawa, karibu sana mpenzi mtazamaji wangu wa MC Pambe, ngoja kwanza niende mapumziko nikirudi, usitoke hapo katika akaunti yangu TikTok, Instagram bila kusahau na Facebook, daina Ali MC Pambe na Bawani YouTube, usisahau kusubscribe ku like, pia nipo hapa kwa niaba yako, nipo kwa ajili yako. Weka komenti yako hapo, ili tuweze kuelekezana vizuri na tusisemane. Una uhakika hata kama ni ndugu yako, kama wewe uwezi kuweka comment, unaisaba ndugu yako atakuisi, muagize hata mtu ujumbe hapo utafika Mwagize hata mtu mwambie aweke comment yake hapo, ujumbe utafika. Kwa kina mama ambao wanafanya hivyo, na sisi na baba nao ambao wanafanyiwa hivyo, na imani wa baba wengi yamewakuta hayo na, na imani wa mama wengi yanawakuta mambo kama hayo. So, kwa unaomba usitoke hapo katika account yangu, naenda mapumziko, nikirudi moja kwa moja utanikuta mtaani. Nipo kwa wamama, maeneo ya Masuliza wanapaita kidimbwi ba. Nipo hapa kwa niaba yake Mr. Kimaro, na enjoy na relax. Kuna vinywaji vya kutosha. Ngoja niende mapumziko, nikirudi tutaonana, usitoke eneo hilo.